Karibu sana kwenye chaneli yako ya ajira na maendeleo ya kitaaluma. Leo tunakuangazia fursa za ajira zilizotangazwa na shirika la ndege la Tanzania, Air Tanzania. Nitakusomea tangazo rasmi, lakini zaidi ya hapo, nitakupa tips tatu muhimu za kuandika maombi yanayoshinda, makosa unayopaswa kuepuka, na nini unahitaji kufanya baada ya kutuma maombi. Twende kazi! Kaa hadi mwisho, pengine nafasi ya mwisho katika barua hii ndiyo nafasi inayokufaa zaidi. Air Tanzania the wings of Kilimanjaro, exciting career opportunity ATCL invite applicant from qualified country to fill the following vacant position aircraft maintenance engineer 2 8 post minimum entry qualification the ideal candidate must be a holder of aircraft maintenance engineer's license uh, duties and responsibility as shown here

Terms and condition of employment, specified contract with attractive remuneration and free benefit as per ATCL, salary structure and initiative scheme, general condition for applicant. Kwa hiyo hakikisha maombi yote yanatumwa kwa njia ya mtandao kupitia recruitment.atcl.co.tz and not otherwise. This address can also be found in Air Tanzania website. Kwa utaingia katika website ya Air Tanzania kuweza kutuma maombi yako. Na barua yako ielekezwe kwa Managing Director and CEO Air Tanzania Company Limited PO Box 543 Dar es Salaam. Na kama umesoma nje ya Tanzania, hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na NECTA, TCU pamoja na NACTE. Closing date of application is on 17th June 2025, kwa hiyo tarehe ya mwisho ya kutuma maombi ni tarehe 17 June 2025. 2025 tarehe 17 June deadline. Tips za mafanikio ambayo naweza nikakupa, na cha kwanza, soma job description kwa undani. Soma description ya kazi unayoomba kwa undani zaidi, na usitume CV moja kwa nafasi zote. Kila nafasi ina vigezo tofauti. Andika barua yako ya maombi kulingana na majukumu na sifa zinazohitajika, lakini pia onyesha uzoefu wako kwa namba. Onyesha uzoefu kwa namba, badala ya kuandika nina uzoefu mzuri wa kazi, sema nimefanya kazi kwa zaidi ya miaka mitatu au miaka minne nikiwahudumia abiria zaidi ya 200 kwa siku. Namba huonyesha uwezo wako kwa uhalisia. Lakini pia muonekano wa CV na barua, muonekano wa CV na barua. Tips ya kwanza ni kusoma job description kwa undani, lakini tips ya pili, onyesha uzoefu wako kwa namba, na tips ya tatu ambao nakupa ni muonekano wa CV na barua Watu wengi wanakataliwa si kwa sababu hawana sifa, bali kwa sababu CV yao haina mpangilio au ina makosa ya kisarufi. Hakikisha unatumia font rasmi kama Calibri au Arial na hakiki barua yako kabla ya kutuma. Lakini pia nitakuonyesha makosa ya kuepuka. Epuka makosa haya wakati wa kufanya maombi ya kazi. Makosa ambayo waombaji wengi hufanya ni pamoja na kutuma barua ya maombi bila kuaddress jina la shirika kuhakikisha unapotuma barua yako address jina la shirika. Lakini pia kutokutaja cheo unachoomba kwenye heading ya barua, hakikisha unataja cheo unachoomba katika heading ya barua yako. Lakini pia namba tatu, kuambatanisha vyeti visivyoeleweka au vilivyopigwa picha kwa simu. Hakikisha vyeti vyako vimescan kwa ubora mzuri. Ukipiga picha kwa simu, basi tumia app kama CamScanner kurekebisha mwonekano. Nini cha kufanya baada ya kutuma maombi yako? Baada ya kutuma maombi yako, usikae tu kusubiri. Anza kujiandaa kwa usaili, soma kuhusu ya Tanzania, jiulize maswali ya kawaida ya interview na ujue kazi ya nafasi uliomba ina maana gani kwa shirika hilo. Na kama umeona video hii inakusaidia, bonyeza like, share kwa marafiki zako wanaotafuta kazi na usisahau kusubscribe kwa nafasi zaidi kama hizi kila wiki. Ukihitaji msaada wa kuandaa CV au barua ya maombi Acha komenti hapo chini. Mpaka wakati mwingine, na kutakia kila la heri kwenye maombi yako ya kazi. Asante, ni mimi msomaji wako Feaboy.